Ungana nasi tunapoenda kujifunza somo hili ambalo jana tulipata nafasi ya kujifunza uh, kuhusu Kristo ndani yako, na leo tunakwenda katika hatua nyingine uh, tunapojifunza habari uh, ya Roho Mtakatifu. Karibu tuombe. Asante Mungu wetu kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema katika maisha yetu hatuwezi kueleza. Kuna saa tunapokuona ukiwa mbele yetu, tunatetemeka na kuwa na hofu tunapotazama udhaifu tulionao. Sante Mungu kwa kutusogeza tena miguuni pako asubuhi ya leo. Tafadhali sema na mioyo yetu, nasi tupo tayari kuisikia sauti yako katika jina la Yesu, amina. Somo letu katika siku ya leo linasema, ubatizo wa roho na utii. Ubatizo wa Roho Mtakatifu na utii. Jana tulitazama Kristo ndani yako, tukiona namna ambavyo Roho Mtakatifu anamleta Kristo katika maisha ya yule anaye mwamini Yesu, na pale unapojaribiwa kufanya kosa unapojaribiwa kutenda dhambi, unapokumbuka ya kwamba Kristo yuko ndani yako, unamwambia Yesu, uliye ndani yangu, nisaidie nishike sheria yako, na hivyo Yesu anachukua nafasi hiyo na kuishika sheria katika maisha yetu, na Mkristo anapo experience mazoea hayo anapofanya hilo kuwa sehemu ya maisha yake, ndipo Kristo anapoishi ndani ya maisha yetu. Leo ni msisitizo wa utekelezaji wa jambo hilo hilo tulilolianza jana yani, leo tunatazama utii. Utii ni kitu gani? Tutaona katika somo la leo kazi ya Roho Mtakatifu katika kuendeleza kile ambacho Kristo anakuwa amekianza ndani ya maisha ya Mkristo yani tunapokuwa tumeanza kupata ule uzoefu wa Kristo ndani yangu, mwendelezo wa uzoefu huo ndio tunaoutazama katika siku ya leo. Ninawezaje kuendeleza uzoefu huo, na maandiko matakatifu yanatusaidiaje kutupatia ushahidi unaoweza kutusaidia kuunganisha utendaji wa Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa watii? Maana changamoto kubwa tulio nayo ni ile ya kuanguka na kusimama kuanguka na kusimama, na ndiyo ambayo sasa tunapaswa kuitazama tena katika ya leo ya kwamba tunafanya nini sasa kuweza kuimarisha mwitikio wetu kwa sauti ya Roho Mtakatifu na kisha Kristo ndani yetu kuyaishi maisha y matakatifu. Hapa tunatazama makusudi makubwa mawili leo ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, makusudi makubwa mawili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, kusudi la kwanza ni kutafakari kikamilifu aa, maisha yetu ni kuweza kutusaidia. Roho Mtakatifu anatusaidia kuweza kuyatafakari maisha yetu kikamilifu. Wakorinto wa pili sura ile ya tatu aya ile ya tatu. Wakorinto wa pili sura ile ya tatu aya ile ya tatu. Sikiliza maandiko matakatifu yanachosema. Wakorinto wa pili sura ile ya tatu aya ya tatu, anasema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 kwamba anatuandika tuwe barua. Lengo la Mungu ni kwamba Kristo aonekane ndani yetu na kwamba tuwe barua iliyo hai inayodhihirisha tabia ya Kristo. Kwa hiyo kazi hii ya kwanza ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, tunapojumuisha, ni kwamba inatusaidia kuweza kumfanya Kristo aonekane katika jamii inayotuzunguka. tunakuwa barua iliyo hai, na hii barua iliyo hai anasema kwamba Iliyoandikwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu anatufanya tuwe barua. Roho Mtakatifu anatufanyaje sisi tuwe barua katika jamii inayotuzunguka? Roho Mtakatifu amemleta Yesu kwenye maisha yetu na Yesu anapoyaishi yale maisha matakatifu ndani yetu tunakuwa barua iliyoandikwa na Roho Mtakatifu inayodhihirisha tabia ya Kristo. Kwa kusudi la ubatizo huu wa Roho Mtakatifu ambapo Yesu anakaa ndani yetu ni sisi tuwe barua iliyoandikwa, na sio barua tu, mwandishi anasisitiza barua iliyo hai, iliyoandikwa sio kwa wino bali kwa Roho wa Mungu. Sisi ni barua. Sisi tunapoitwa kuwa barua, anayeiandika hiyo barua inayosomwa na ulimwengu ni Kristo na ni kupitia Roho Mtakatifu. Unaona huu muunganiko wa Roho Mtakatifu kumleta Kristo, na Roho Mtakatifu anaratibu hiyo barua. Roho Mtakatifu anairatibu vipi? Tutazama katika somo la leo tunapoendelea katika hatua ifuata, uone kwamba Roho Mtakatifu anaratibu vipi maisha yetu kuweza kuwa, kuwa barua na Kristo anachukua hatua ipi. Kusudi la pili la ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kuweza kupokea nguvu za kushuhudia. Hili tuliliona katika Matendo moja nane aliposema lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi. Pia kusudi hili la pili la Roho Mtakatifu na kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kuweza kuwa mashahidi. Somo letu la leo litazingatia kusudi la kwanza, kuakisi tabia ya Kristo, kuakisi tabia ya Kristo. Roho Mtakatifu alihusika sana Mungu alipompatia Musa amri kumi. Na kwa kweli Roho Mtakatifu ndiye aliyeandika amri uh, kumi zile juu ya mbao za mawe. Utaniuliza kuna ushahidi upi wa kimaandiko unaoonyesha kwamba ni Roho Mtakatifu aliyeandika na ili uone ya kwamba ni Roho Mtakatifu aliyeandika amri kumi zile, zile, zile, zile Musa alizokabidhiwa na Mungu katika mlima Sinai, ambapo aliandika kwa kidole chake. Tunalinganisha mafungu makubwa haya mawili. Tunatazama Matayo kumi na mbili aya ile ya ishirini na nane Matayo kumi na mbili aya ya ishirini na nane Sikiliza neno la Mungu linavyosema. Maandiko matakatifu yanasema hivi: lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia fadhi. Maneno haya, lakini mimi nikikwisha kutoa pepo kwa Roho, hapa ni Yesu anakusha, anasema ya kwamba nikisha kutoa pepo kwa Roho wa Mungu. Tunatazama fungu linalowiana na hili katika Luka sura ile ya 12 aya ya 20. Yesu anarudia tena maneno hayo, hayo hayo anasema katika mtazamo huu hapa. Luka 12 11 aya ya 20. Luka 11 aya ya 20, anasema lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Katika Mathayo kumi na mbili anasema lakini mimi nikitoa pepo kwa roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Lakini Mathayo kumi na moja mstari ule wa ishirini anasema mtu, uh, Luka kumi na moja mstari ule wa ishirini anasema lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu. Kwahiyo unaona kule alisema roho wa Mungu na huku anasema kwa kidole cha Mungu. Kwahiyo roho wa Mungu anafananishwa na kidole cha Mungu, na kidole cha Mungu ndicho kilichoandika amri zile kumi. Kwa hiyo tunapozungumza ya kidole cha Mungu tunazungumza habari ya Roho Mtakatifu, ndiye aliyekatibu, ndiye aliyeandika tabia ya Mungu iliyoandikwa katika zile mbao mbili za mawe, na huyo huyo Roho Mtakatifu ndiye Yesu anayesema ya kwamba tuliyesoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili tatu tatu ya kwamba yeye ndiye anayetuandika sisi kuwa barua. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliyeandika amri kumi ndiye huyo huyo anakuja kuiandika barua tena kwa jamii inayotufukuka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yule aliyeandika amri kumi katika mbao za mawe leo ataandika sheria ya Mungu juu ya mioyo ya watoto wa Mungu waliojazwa na Roho Mtakatifu. Amina, hapa ndipo unapoanza kuona muunganiko wa utendaji wa Roho Mtakatifu unavyokuwa wa muhimu sana kwa maisha ya Kristo. Roho Mtakatifu anakuja kuiandika sheria ya Mungu katika mioyo yetu. Utakubaliana nami mpendwa msikilizaji, ya kwamba mara kadhaa unabii umesema na Yesu mwenyewe alisema ya kwamba sintazungumza habari ya kuandika tena sheria katika mbao, lakini nitaziandika katika mioyo yenu ya nyama. Na tumesoma hapa katika Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili sura ile ya tatu aya ya tatu, e, rudia pamoja nami. Anasema, mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, tuliyoiandika, iliyoandikwa si kwa wino, bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si kwa vibao vya mawe, kama alivyoandika wakati anamkabidhi Musa pale Sinai ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Bwana asifiwe! Hapa ndipo ninapoona nguvu ya Mungu inavyofanya kazi kutuokoa. Roho yule yule aliyeandika amri kumi katika mbao za mawe, sasa anaiandika amri kumi katika mioyo yetu, na ndiyo maana tunamhitaji Roho Mtakatifu sana wakati huu, kwa sababu Roho Mtakatifu ataiandika sheria katika mioyo yetu. Hapo nyuma kabla sijifunza somo hili, nilikuwa ninajiuliza ya kwamba je, roho sheria ya Mungu itaandikwaje ndani ya moyo wangu? Hapa nilipokuja kutazama katika mafungu haya, ndipo nikagundua ninamhitaji Roho Mtakatifu akaikatibu tena sheria ya Mungu ndani ya moyo wangu. Na hapa ndipo tunapokuja kumwona sasa Kristo anachukua jukumu gani. Roho anaiandika sheria ndani ya mioyo yetu anaihakikisha ya kwamba imehifadhiwa katika akili zetu, imehifadhiwa katika mioyo yetu. Hasa sikiliza mpendwa, nisikilize pointi hii ya msingi sana, nisikilize hapa. Roho Mtakatifu anaiandikaje sasa? Hilo ni swali lingine. Roho Mtakatifu anaiandikaje hiyo sheria ya Mungu katika mioyo yetu? Roho Mtakatifu anaiandika sheria ya Mungu katika mioyo yetu pale anapotukumbusha kile tulichokisikia, kile tulichokisoma, kile tulichohubiriwa, anapotukumbusha na sisi tukakumbuka, na kisha tukaitikia katika mwitikio chanya wa kuitii na kukubali, na tukamwambia Kristo, njoo ndani yetu, ushike yale tuliyojifunza, yale ambayo Roho amenikumbusha nisifanye uzinzi tunapomwita hivyo ndipo Roho anapo yahifadhi katika akili yetu, na ndipo akili inazoea kutokufanya dhambi hiyo, na akili inakuwa imeandikiwa maneno hayo kwenye akili zetu. Na hiki ndicho ambacho tutakumbuka nami ya kwamba mazoea tuliyokuwa nayo tukiwa watoto wadogo, wakati mwingine tunayakumbuka hata matukio yale kuliko hata matukio ambayo yametokea tulipokuwa watu wazima. Tunakumbuka baadhi ya matukio yaliyotokea tulipokuwa wadogo, kwa sababu yamekuwa engraved kwenye mioyo yetu. Na hivyo Roho Mtakatifu anaanza kuingrave, anaanza kuijaza, kui, kui, na kuifanya kuweka alama ambayo haitoki kwenye mioyo yetu ya sheria hiyo, pale tunapoitikia kuitii. Tunapoitikia kuitii, inafanywa kuwa, uh, kuwa alama kuwa mhuri kwenye moyo wa mtu, na hapa ndipo unaposikia kitabu cha Ufunuo anasema anatia mhuri kwa watu wa Mungu, kwa sababu roho mtakatifu anaiandika pale, inakuja kuwa tabia ya yule mtu ambayo haiwezi kubadilishwa. Hiyo inatokana na nini? Mwitikio wa kukubali kila siku. Sikiliza, kwa kuwa tumetangaza wazi kuwa waraka wa Kristo unaandikwa kwenye mioyo yetu kama ilivyoelezwa katika kitabu cha Wakorintho. Yule anayedai kuwa Mkristo anapaswa kumruhusu Kristo kuiandika sheria hii, na hapo. Kuna hatari kubwa mbili: kuna hatari ya kuwa na utii wa kujionyesha, kuna hatari hiyo ya kuitazama sana, au pia kuwa na ule utii ambao halisi Kristo na anauhitaji. Nasikiliza, katika, katika somo hili tunapotazama, kuna ule utii wa nje. Utii huu hutokea wakati muumini anapotii sheria ya Mungu kwa sababu tu Mungu anasema tutii, au kwa sababu anaogopa madhara ya kutokuitii sheria ya Mungu. Anaogopa kuingia katika moto wa milele, anaogopa uh, kupata laana ya kutokutoa zaka na sadaka. Kwa ile hofu ya kuogopa laana ndio inamfanya atii. Huo unakuwa utii batili ambao hauwezi kuleta badiliko la moyo. Aina hii ya utii uh, sio utiifu wa kweli, ni utii usio halali, sio wa kutoka moyoni. Namna ya pili ya utii ni ule utii wa ndani ambao hutokea kwa sababu ya shauku ya ndani ndani ya muumini, shauku ya kumtii Mungu. Utii wa nje ni mwitikio tu ambao unaonyesha uh, kuto kupenda lile jambo, ila kuogopa madhara yanayotokana na kutokulifanya lakini utii huu wa ndani ni utii wa moyoni ambao unasababisha Mungu abadilishe maisha ya yule anayetii, na hiyo ndiyo maana Zaburi ya hamsini na moja kumi na sita kumi na saba anasema maana wewe hutaki dhabihu. Mungu anaposema ya kwamba sipendezwi na dhabihu, bali ninapendezwa na roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka huo Bwana anasema sinta udharau. Mungu anahitaji moyo sio tu mwonekano wa kile tunachokitenda nje. Na hivi pia anadhihirisha katika Mathayo kumi na tano mstari wa nane watu hawa hunikaribia kwa vinywa vyao lakini mioyo yao iko mbali. Pamoja nani? Mioyo yetu ndiyo makazi ya Roho Mtakatifu na ndiyo makazi ya Kristo na ndiyo makazi ya sheria ya Mungu. Mungu anataka mioyo yetu aweke sheria yake aiandike pale ili Kristo aishike na utii udhihirike. Uh, unaweza ukajaribu kufikiria, kwa mfano mtu amepata msiba wa ndugu yake au wa baba yake, alafu anakuuliza kwamba je, ninaweza nikaomboleza katika msiba huu au nisiomboleze, alafu ukamwambia nadhani inabidi uomboleze kwa sababu ni kifo cha baba yako na yule ni mzazi wako, na baada ya hapo, mtu huyo anaanza kuomboleza haileti maana yoyote katika maombolezo ya hiyo, lakini maombolezo haya yanakuwa halisi pale ambapo, kwa sababu moja kwa moja, kuna muunganiko wa mzazi na mtoto, lazima anaomboleza, na hiyo ndio uombolezo wa kweli unaotoka moyoni. Kwa hivyo ndivyo ilivyo kuhusu utii kwa Mungu. Mtu anapokuwa na uhusiano mzuri na Mungu kupitia ujazo wa Roho, utii huchipuka kwa kawaida, kwa hiari, kutoka moyoni bila hata kufikiria juu yake. Pendwa, natamani tupate uzoefu katika somo la leo. Na uzoefu ninaotaka ni upi katika somo la leo? Utii wa hiari pasipo kufikiria. Mara nyingi tumekuwa tukifikiria, kwa sababu tunavutiwa na sura ya nje ya anasa inayowasilishwa kwetu na Shetani, inapowasilishwa ile anasa mtu anapokuambia uzinzi unafurahisha, anapokuambia kwamba kama watu wanaosema ya kwamba pombe inafurahisha, anapovutiwa na ile mitazamo wa jambo lile, anapovutiwa na ule ushabiki wa mpira, jambo lile linapopendeza na kuvutia kwa nje, shetani anapoliwasilisha katika, katika picha hiyo, utii unaotoka ndani haufikirii jambo hilo, ila unapolitazama jambo hilo moyoni, moyoni kwa sababu sheria ya Mungu imeandikwa moyoni. Utii wa kweli haufikirii mara mbili ya kwamba ninavutiwa na jambo hili, ila utii wa kutoka moyoni unahuzunika. Unapoanza kuiona dhambi kabla ya kuitenda, unaichukia dhambi kabla ya kuitenda, sio tu kuto kuitenda, lakini utii wa kweli unachukia ile jambo. Lakini mara ngapi tunapata tuna, tuna, tuna tabu sana kuchukia. Wakati mwingine tunaacha kutenda kwa sababu hatuna namna, au kwa sababu sasa ni maagizo ya Mungu, lakini hatujachukia kutoka moyoni. Utii wa kweli ambao tunautafuta leo kupitia Roho Mtakatifu ni chuki dhidi ya mivuto ya dunia hii, yani unachukia unapoona jambo lile linakuja kwako sio tu kwamba upendi gue, sio kwamba tu unaacha kulifanya kwa sababu uh, Roho Mtakatifu sio, kwa sababu tu eh, eh, ni sheria ya Mungu ila unachukia kwa sababu unaelewa madhara yanayotokana na kukosa kwa Mungu wetu, lakini kwa sababu ya ule upendo unaotusukuma ndani yetu ambao unatukumbusha thamani yetu kwa Kristo ni uhai wa Kristo. Thamani yetu kwa Mungu haifananishwi na kitu yoyote. Mtazame Kristo akiwa pale msalabani alipokuwa anasema Baba, wasamehe maana hawajui walitendalo. Mtazame Kristo anapotamka maneno hayo kwa ajili yako. Ule upendo unapotuongoza, hatufikirii mara mbili kuhusu kutii maagizo ya Mungu. Vishawishi vya kutokutii vitakuja, hata hivyo watadhoofishwa sana katika ushawishi wa hamu hiyo, wale ambao hawajaweka bidii hiyo katika mioyo yao. Katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, sheria ya Mungu inaandikwa mioyo yetu, inaandikwa katika mioyo yetu na tunatii kutoka moyoni. Hili halifanyiki kikamilifu tunapomkubali Kristo na, na kubatizwa kwa maji mm -mm. Halitimii pale tunapotoka katika ubatizo wa maji, bali Paulo anaeleza kwamba li lazima tuendelee kujazwa na Roho Mtakatifu. Jambo hili ni lazima ili sheria ya Mungu iandikwe kwenye mioyo yetu. Kama utakumbuka, nilichotangulia nilicho kusema hapa wapendwa, ya kwamba sheria ya Mungu inaandikwa. Tendo hili la uandikaji linatokana na mwitikio wetu wa kutii. Unapotii, Roho Mtakatifu anaanza kuweka mhuri, hii ndiyo tabia. Unapotii, unapofanya kuwa mazoea, unapozoea, unapozoea inaanza kuwa tabia, na kisha kamwe hatuwezi kwenda kinyume na maagizo ya Mungu. LNG White anasema nini tunapomaliza tunapo somo letu la leo? Anasema maneno haya, utii wowote wa kweli hutoka moyoni, ilikuwa ni kazi ya moyo pamoja na Kristo na tukikubali, atajitambulisha mwenyewe na mawazo na malengo yetu, hivyo kuunganishe mioyo na akili zetu kupatana na mapenzi yake, ili wakati wa kumtii tutakuwa tu kutekeleza misukumo, hatutatii tu kutekeleza misukumo yetu wenyewe, bali tutatii kutekeleza misukumo ya Roho Mtakatifu. Nia iliyosafishwa na kutakaswa itapata furaha yake kuu katika kufanya huduma yake utiwa daima, kupitia kuthamini tabia ya Kristo, kupitia ushirika na Mungu, dhambi itakuwa inachukiwa. Na anasema dhambi itakuwa chukizo kubwa kwetu. Je, unahisi chuki dhidi ya dhambi? inawezekana kuna, kuna, kuna wakati ukireflect hata moyoni mwako unaona kuna una, mambo unayapenda unayafurahia una tamani lakini ni dhambi mbele za Mungu, ambayo tunaitafuta leo, chuki dhidi ya dhambi, chuki kutoka mioyoni mwetu. Roho Mtakatifu yuko tayari kutuzoezesha katika sheria anayoiandika kwenye mioyo yetu tufikie kiwango cha nia ile ya Kristo tuliyojifunza katika somo la jana la kuchukia dhambi, kuchukia tunapoona matendo mabaya. Kuna watu wanafurahia uh, uzinzi. Kuna watu wanapotazama wanapoutazama uzinzi unavutia kwa macho, na wakati mwingine tunaacha kuutenda kwa sababu ya kutafuta kuwa waaminifu kwenye ndoa au kuwa uaminifu kwenye sheria ya Mungu, lakini kama kuna namna tungeweza kufanya, tungefanya. Hicho sicho Mungu anachoihitaji. Leo anatafuta watu watakaochukia dhambi kama anavyoichukia yeye mwenyewe. Roho Mtakatifu yuko tayari leo kumleta Kristo mioyoni mwetu na kutufanya kuwa watii katika sheria yake. Malengo makubwa mawili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu tuliyoona leo na tumetazama katika lengo kubwa moja wapo kuakisi tabia ya Kristo na kuwa watii. Ni ushirika gani wa uungu ambao tunauona hapa? Roho Mtakatifu anaiandika amri, amri anaandika zile amri kumi na kisha Roho Mtakatifu anaziweka mioyoni mwetu na Kristo anazishika katika mioyo yetu. Aina gani ya utii Mungu anayohitaji? Utii unaotoka moyoni katika moyo ambao sheria ya Mungu imeandikwa. Ikiwa moyoni sheria ya Mungu haijaandikwa utii hauwezi kutoka moyoni, na leo tunatafuta sheria ya Mungu kuandikwa mioyoni mwetu, na sheria ya Mungu kuandikwa mioyoni mwetu ni zoezi la maisha yote ya Mkristo. Ni aina gani pekee ya utii Mungu anaokubali? Unaotoka moyoni. Tunapokwenda kuomba siku ya leo fungu letu linasema Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyo sawa ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala roho yako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee, unirudishie furaha yako moyoni mwangu.